Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Leo insha allahu taala tutakwenda kuyafafanua na kuyapambanua maneno ya Alimamu Rahil Al Allama Said Muhamad bin Sharif Said Al-Beidh, maneno ambayo kwamba yalikejeliwa sana na kukashifiwa sana na ndugu zetu hasa mawahabi pale aliposema masala ya samai na akasema kwamba samai ni dawa ya kila maradhi na mtu akipigwa samai kama mtu ana maradhi yote atapona. Kwa hiyo leo inshallah taala tutafanua masala haya na tutawaonyesha ndugu zetu uhakika wa kwamba samai ni dawa na kweli samai inapoza, tutawathubutishia leo inshallah taala. Lakini kabla sijaingia katika sehemu hiyo, wacha kwanza tumsikilize alimamu rahil alichokisema inshallah. Mtu akiana maradhi yoyote, ukipigwa samai utapona ukiwa na homa utapoa, ukiwa na ukimwi utapona, ukiwa na wazimu utapona, eh. Ikiwa una hamu utapona, lakini nafu, lakini manufaa inda ashabi dhauki, ni wale wenye dhauki, wajua kuonja, wale wewe mwingine hata huelewi kama umefanya mambo gani, na pengine wanungunika, itamalizika lini, utamalizika wewe, utamalizika wewe, samaha haimaliziki. Hayo ndo maneno ambayo kwamba ndugu zetu waliyafanya ni gumzo. Nafikiri tumemsikilia vizuri na tumemfahamu vizuri, alimamu rahil alichozungumza. Allah inawirisha kaburi yake na atupe nafahati zake na baraka zake. Sasa katika kufafanua masala haya ni hivi, kwanza kabisa, alimamu rahil, haya maneno aliyozungumza hakuyazungumza kama ni maneno yake, hilo jambo la kwanza. Haya maneno yeye alianukuu kutoka kwa kitabu cha Al-Habib Ali Al-Habib Ali yeye ndo alisema na akayaweka katika kitabu chake na akasema hapo mbeleni kwamba maneno haya Al-Habib Ali aliyaandika ama aliyatunga wakati wa ujanani wake. Kwa hiyo haya ni maneno ya Al-Habib Ali. Yeye amefanya kuyanukuu tu, kisha baada ya kuyanukuu na kuyatafsiri na kuyaeleza, kisha yeye akayasadiki na akasema maneno haya ni sahihi. Mtu akiwa na maradhi aina yoyote, atakuwa ni mwenye kupona kwa kupigiwa samai. Kwa ajili hiyo Alimamu Rahil aliposema na kuyasadiki, na hayo ndio maneno ya Alima, ya, ya Alhabib Ali, kwamba samai ni dawa. Maana yake asili ya samai uki, ukienda katika asili utakuta ni pumbao tu, watu kuimba, watu kupiga dufu na vizumari, utaona hakuna faida yote. Lakini faida inayopatikana katika samai uhakika wake, sasa kuna adhi inye pale ndani kuna dua mbalimbali kwa zasomwa za mabwana wakubwa, kuna swala za mtume pale ndani, kuna adhkar kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala pale ndani, ndani ya ile ile samai. Na kile kinachosoma katika samai huwa kuna dua, kuna swala za mtume, kuna adhkari, kuna mawaidha pale ndani, kuna maneno ya kupandisha imani na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Sasa yale yanayopatikana ya uhakika, yale ndio yanayokusudiwa kwamba samai ni ponyo, lakini anapokusudia anakusudia kwamba zile dua zile adhkari eh, yale yanayopatikana ambayo kwamba ni ya uhakika, haya ndio anakusudia kwamba ni ponyo, kwa sababu kwa, kwa ajili ya dua watu hupona maradhi yao, kwa ajili ya adhkari watu hupona maradhi yao, kwa ajili hata ya uh, sifa za Mtume sala salam watu hupona maradhi yao, kama mfano wa kisa cha Alimamu Albuswiri Alimam Al Busiri. Hata ndugu zetu hao masalafia pia wanakubali habari kama hii kwamba alipona maradhi yake kwa sababu ya kutunga kitabu cha Burdatul Madih. Sasa wewe jiulize swali moja, Alimam Albuswiri atapona vipi maradhi kwa sababu ya kuandika andika tu? si ameandika tu maneno Huwaje mtu kuandika maneno au kutunga mashairi akapona maradhi? Maradhi nenda hospitali ukatibiwe. Maradhi nenda kasomewe Qurani ukafanyiwe rukya. Maradhi fanya dawa ya uhakika. Sasa hizi hii burda ni mashairi tu, mashairi yatakuponesha vipi? Kwa sababu burda asili yake ni mashairi. Hakika ya burda ni sifa za mtume, ni swala za mtume, ni dua mbalimbali eh, mbali za kujiombea wewe na kuombea Waislamu ni, ni ni- dhikri za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala zimo ndani ya burdatul madih, ni sifa za mtume sifa za kumsifu pia Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo mbalimbali ambayo kwamba ni mambo ya kheri mambo makubwa mambo mazuri yanapatikana katika burdatul madih. Huo ndio uhakika wa burda. Kwa uhakika huo ndio ikawa ni sababu ya alimamu Buswiri kupona, maanake ya kupona maradhi yake ndani ya ile burda kuna dua amejiondoshea hamu yake ya maradhi ndani ya ile dua kuna adhkar. Amejiondoshea maradhi yake ndani ya ile dua ndani ya ile burda kuna kuna adhkari, kuna dua, kuna swala za mtume huondosha pia maradhi. Kwa hiyo yale yanayopatikana ya uhakika ndio yanayokusudiwa. Kwa hiyo alimamu Albuswiri alipopona maradhi hakupona kwa sababu ni mashairi, alipona kwa sababu uhakika wa burda ni dua, ni adhkari, ni sifa za mtume kwa hiyo hata samai ulipoambiwa samai kwamba hii ni ponyo na samai ni dawa hupoza maradhi yote, kusudio si kwa, si kupiga vizumari au kuimba tu au kutoa mashairi tu, no, kusudio ni uhakika wa samai ambapo ni dua inayopatikana ndani yake. Na maneno haya Alimamu Rahil aliwahi kuyazungumza katika kikao kingine, na tutasikiliza hapa Alimamu Rahil mwenyewe aliwahi kuyaeleza akasema Samai faida zake zinazopatikana ni zile dua, ni zile adhkari, ni zile swala za Mtume. Hayo ndiyo uhakika wa samai na hayo ndiyo kusudio. Ukiyapata hayo ndiyo pale katika samai utapona maradhi yako, utaondoshewa shida zako, utaondoshewa hamu yako na ghamu zako, kwa sababu yote yenye kufanya kazi hiyo yanapatikana katika samai. Tusikilize klipu ambayo kwamba alimamu rahili mwenyewe aeleza masala haya, sikiliza vizuri eh? Samai ina maana sana, hizi kasida zilizotolewa ndani, ndani yake ni dua, ndani yake ni uongozi, ndani yake ni kutaka kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. ndani yake ni kuenesha watu wa kweli. Nafikiri nimesikia hapo, Alimamu rahili mwenyewe ameelezea yanayokusudiwa ni yale yanayopatikana ndani ya samai, sio mujaradi wa samai. Maana yake kwa marani yake akasema ya ni dua ndani yake ni sifa mbalimbali mbali za mabwana wakubwa. Hata sifa za Mtume huwa zinapatikana hata adhkari zinapatikana mfahamu, eh, na maneno matakatifu maneno mazuri yanapatikana katika samai, na hayo ndiyo kusudio la kuponyesha maradhi, hizo dua na hizo adhkari na mengineyo, ndiyo hayo makusudio ya kwamba hayo ndiyo yanaponyesha maradhi. Kwa hiyo yeye aliposema samai ni tiba na ni ponyo akusudia uhakika wa samai wala hakusudia asili ya samai kama pumbao. Sasa mimi nitapatia mfano wa mwisho kumalizia ili tufahamikiane zaidi. Allah subhana wa Ta'ala katika Qur'ani asema wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina, hili Qur'ani imeteremshwa ni shifa ni ponyo na ni tiba na ni pozo. Mtu mwenye maradhi aweza kupona kwa, kwa Qur'ani. Qur'ani, imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu. Na Qur'ani hiyo ilipoteremka ilikuwa tayari lugha ya Kiarabu ipo. Sio kwamba ilikuwa ndio mwanzo lugha ya Kiarabu yateremka, hapana, ilikuwa kwa lugha ya Kiarabu tayari ipo. Kwa hiyo hii Qur'ani ukitafutia asili yake utasema haya ni maneno ya Kiarabu, Qur'ani ni maneno ya Kiarabu. Ikiwa utatumia maneno ya Kiarabu hayawezi kuwaponyo wala pozo wala dawa wala tiba kwa, kwa mtu mwenye maradhi maneno tu ya Kiarabu lakini ukisoma Qur'ani Qur'ani uhakika wake ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni maneno matakatifu ya Allah subhanahu wa Ta'ala. Ukiyasoma kwa uhakika wa Qur'ani kwamba ni maneno matakatifu ya Allah, ndio pale mgonjwa atapona. Ukasoma kwa kuwa ni maneno matakatifu Allah ameteremsha, wanunazzulu min al-Qur'ani ma huwa shifaun warahmatun lilmuminina, ukasoma mau'udhataini pale sasa, ndio inakuwa hii ni tiba, hii inakuwa kinga, inakuwa ni hifadhi inaondosha maradhi na inaponya, lakini kama utasema ni maneno tu ya Kiarabu, ukasoma Qur'ani mzima, lakini ukasoma kwa kusudio la maneno ya Kiarabu, wala sio kusudio la Qur'ani, ukasema hii madamu ni maneno ya Kiarabu, mimi ta-nitasoma kama maneno ya Kiarabu, hayawezi kufanya kazi. Lazima usome kwa uhakika wake. Uhakika wake wake ni maneno matakatifu ya Allah. Kwa hiyo na alimamu rahil akasema, Samai ni dawa, samai ni ponyo. Mtu akiwa na maradhi yoyote atapona. Ukiwa hata na maradhi mabaya hata ya wazimu au maradhi gani, utapona kwa samai, kwa sababu ndani ya samai zipo dua za ku, za kuondosha hamu, za kuondosha ghamu, za kuondosha matatizo mbalimbali. Na ndiyo hiyo mfano nikawapatia wa alimam Al-Busiri alipotunga kitabu chake cha Burdatul Madih, ikawa ni sababu ya yeye kupona maradhi, alikuwa hana haja apone lakini alipona kwa sababu uhakika wa Burdatul Madihi ni dua, ni sifa za Mtume, ni kumweleza Mtume, ni adhkari ndani zinapatikana, ni mambo mbalimbali ambayo kwamba ni mashurui katika sheria, yeye ameyasajili ndani ya Burdatul Madihi. Allah akamjalia ikawa ni pozo na akapona maradhi yake kwa du, kwa Burdatul Madihi. Hakupona kwa sababu ni mashairi, alipona kwa sababu ndani yake ni sifa za Mtume, ni swala za Mtume. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapo tumefahamikiana na ndugu zetu mahabi, nafikiri mumeelewa. Maanake mlifanyia mjadala hii clip mimi niliposti takriban kama miaka mitatu iliyopita, lakini mlisimama kwenye mahutuba za mimbari na wengine kuiwekea madarasa kuyapinga maneno haya. Sasa nishafahamisha. Kama kutakuwa kuna kitu hamjakifahamu mtajieleza, basi tutafahamisha zaidi inshallah. Shukran wa jazakumullahu khair, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.